anatutafuta la rohoni sisi Yanga. Sasa kiheshima, tunaanza kwanza kuomba radhi kwa aliyemtuma huku. Baada ya radhi, tunashughulika naye, tumwambie Mweshimiwa mkuu wa mkoa, anaitwa nani? Chacha eh? anaitwa Paul Chacha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 huenda toka ameteuliwa na yeye kuja hapa hajawahi kupata mapokezi hata ya kumi. Kwa hiyo kuna karoho tu kawivu kamemwingia mheshimiwa, tumwelewe. Ni karoho kawivu ndio kanamsumbua, yani mapokezi ya, ya wanayanga wamempokea kiongozi wao, wee nakuuma nini?